Mwaka 2025 kuna kigongo kikali chengine kimetoka ambacho leo nataka nikuonyeshe, okay? Nikasema weekend hii uweze ukaenda kulala ovyo ovyo tu bila kupata movie kali, so, leo tizama video hii ambayo nitaweza kuelezea kigongo kikali kutoka kwa bimdada anaitwa Daisy. Bonge moja la movie kwa mwaka 2025. Tutakiwa ni kwenda kuitizama video hii mwanzo mpaka mwisho, so, bila kupoteza muda, let's start. Kama wewe ni mpenzi wa movie basi na kuleta kigongo kikali chengine kwa mwaka 2025 ambacho ni hiki hapa okay, sikiliza kwa makini sana. Movie nye ni fupi sana ni nzuri sana movie kali sana kwa mwaka 2025. Baada ya kutimuliwa jeshini kwa sababu fulani, alipata kazi za kufanya usafi kwenye moja ya kampuni kubwa tu ulimwenguni. Siku moja alipokuwa akijiandaa kuelekea kazini, alipigiwa simu na mwajiri wa eneo alilokuwa akifanya kazi kaka yake kaka yake hakuwa ya sawa kiakili, dishi mara kwa mara lilikuwa linacheza yani linayumba, alikuwa na matatizo kia ya kiakili, hivyo bibi aliitwa kwenda kumchukua kaka yake sababu ya uharibifu waliofanya kazini. Baada ya kwenda kumchukua kaka yake, ilibidi aelekee naye kazini, muda wa kazi ukiisha warudi wote. Kwa sababu alichelewa kufika kazini siku hiyo, wakuu wake wakampatia kazi ngumu, ikiwa ni kama adhabu kwake. Alipaswa kwenda kusafisha vioo nje katika gorofa moja kubwa sana ambao wanaomiliki hao matajiri, kilo safi bimdada, ikabidi aende sasa. Kumbe siku hiyo kuna viongozi na matajiri wanaomiliki viwanda hivyo walikuwa na sherehe moja kubwa sana katika jengo la gorofa hilo. Wakati sherehe inaendelea, kuna watu waliingia wakijifanya washereheshaji wa sherehe wa shere hiyo, ambao tunawaita wavamizi, yani wazaa sherehe, kwa sababu kama wakina mwijaku vile. Kisha wakavamia na kuwateka watu waliohudhuria katika shule hiyo. Uvamizi huo ulifanywa na kikundi cha watu wanaopinga uharibifu wa mazingira. Viwanda vingi vinazalisha kemikali zinazokuwa hatari na kusababisha madhara kwa binadamu ikiwemo magonjwa na vifo. Kwa hiyo, wamekuja kuwafundisha adabu wamiliki hawa wa viwanda. Wakiwataka watu, watu, watubu dhambi zao hadharani juu ya madhambi wanayotenda katika viwanda vyao. Wakati huo wanarekodi ili wafundishwe kwa wengine. Lengo lilikuwa ni kuwatia adabu wamiliki hawa wa viwanda. Sasa shida iliyoibuka ni kwamba mmoja wa watekaji hao alikuwa na mpango wa asili akitaka wahusika wote katika sherehe hiyo wauawe. Mzigo sasa sasa ukaanzia hapo, akafika mbali, akaamua kumuua kiongozi wake wa kundi ambaye aliyempinga. Haitoshi, pesa za matajiri katika sherehe hiyo akahamishia katika akaunti yake. Zoezi la kuhamisha pesa limekamilika, sasa kilichobaki ni kulipua mjengo mzima. Mchezo huo wote unaendelea, bimdada yuko nje na anatazama na kila kitu. Shida ni kwamba vioni vigumu hawezi kufungua wala kuvunja ili aweze kuingia ndani, lakini uwepo wa ndugu yake ndani ya jengo hilo unampa sababu elfu moja za kufanya juu chini akamwokoe yeye na watu wengine wasio na hatia ndani, ambao waliotiwa nguvuni na watu wabaya. Watekaji walijua kwamba wamewatia watu wote nguvuni, kumbe kasaulika mtu mmoja ambaye ni hatari zaidi kwenye misheni yao ambayo mdada huyo alikuwa mwanajeshi. Mzigo unaitwa Cleaner ni bonge moja la movie kwa mwaka 2025. Jitafute sasa. Au pia nimekuwekea link chini hapo utaweza kuidownload. Jina langu naitwa Bongo Tech 255. Kwa masuala mbalimbali ya teknolojia ya kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Sawa kwa kutufollow hapo. Asanteni, natakia siku njema.